Usiruhusu uoga wako wa kushindwa uwe mkubwa kuliko furaha yako ya kufanikiwa. Kwa hiyo siku zote unapoanzisha jambo lolote la kuleta mafanikio katika maisha yako, la kuleka mabadiliko makubwa katika maisha yako, usijiwazie negative. Jiwazie positive kwa sababu maneno huumba. Ukijinenea mabaya, yatakuja mabaya, lakini ukijinenea mazuri, yatakuja mazuri. Wala usisikilize ushauri wa negative, sikiliza ushauri wa positive. Jiwazie kwanza, nikifanikiwa itakuwaje? Nikiweka bidii hivi itakuwaje? Nikipata hiki itakuwaje? Jiwazie yale mazuri. Lakini ukijiwazia mabaya, huwezi kuanza jambo, lakini ukijiwazia mazuri, utalianza na utajikuta kile unachokiwaza ndicho ambacho kinaenda kutokea mbele. Kwa hiyo usiwe na tabia ya kuwaza negative, waza mazuri, fanyia kazi nilokuambia. Iko siku utanishukuru na utanikumbuka. All the best.